Raikata, sifadha, tena. Yesu aliwaambia msifadhaike, mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama isingekuwa hivyo, ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi, na nikienda na kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu ili nanyi muwe pale nilipo mimi. Mnajua njia ya kwenda huko ninakokwenda. Toma akamuuliza, Bwana, hatujui unakokwenda, tutawezaje basi kuijua hiyo njia? Yesu akamjibu, mimi ni njia na ukweli na uhai. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Ikiwa mnanijua mimi mnamjua na Baba yangu pia, na tangu sasa mnamjua, tena mmekwisha mwona. Filipo akamwambia Bwana, tuonyeshe Baba, nasi tutatosheka. Yesu akamwambia, nimekaa nanyi muda wote huu nawe, Filipo, hujanijua? Aliyekwisha niona mimi amemwona Baba. Unawezaje basi kusema tuonyeshe Baba? Je, huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba naye na Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambieni siyasemi kwa mamlaka yangu, Baba aliye ndani yangu anafanya kazi yake. Mnapaswa kuniamini ninaposema kwamba mimi niko ndani ya Baba naye na Baba yuko ndani yangu, ama sivyo, aminini kwa sababu ya mambo ninayofanya. Kweli nawaambieni Anayeniamini atafanya mambo ninayofanya mimi, naye atafanya hata makuu zaidi, kwani ninakwenda kwa Baba. Na chochote mtakachoomba kwa jina langu, nitafanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba chochote kwa jina langu, nitawafanyieni. Mkinipenda, mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa ukweli, ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumwona wala kumjua, lakini nyinyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Sitawaacha nyinyi yatima, nitakuja tena kwenu. Bado kidogo, nao ulimwengu hautaniona tena, lakini nyinyi mtaniona na kwa kuwa mimi ni hai, nanyi pia mtakuwa hai. Siku ile itakapofika, mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba nanyi mko ndani yangu nami ndani yenu. Azipokeaye amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye mimi atapendwa na Baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda si yule Iskarioti akamwambia, Bwana, itawezekanaje wewe kujidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akamjibu, mtu akinipenda atashika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kukaa naye. Asiyenipenda hashiki maneno yangu, na neno mlilosikia si langu, bali ni lake baba aliyenituma. Nimewaambieni mambo haya nikiwa bado pamoja nanyi. Lakini msaidizi Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Na waachieni amani na wapeni amani yangu. Siwapi nyinyi kama vile ulimwengu ufanyavyo. Msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Mlikwisha sikia nikiwaambieni ninakwenda zangu, kisha nitarudi tena kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, maana yeye ni mkuu kuliko mimi. Nimewaambieni haya sasa kabla hayajatokea, ili atakapotokea mpate kuamini. Sitasema nanyi tena mambo mengi, maana mtawala wa ulimwengu huu anakuja. Kwangu mimi hawezi kitu, lakini ulimwengu unapaswa kujua kwamba nampenda Baba na ndiyo maana nafanya kila kitu kama Baba alivyoniamuru. Simameni, tutoke hapa. Yohane, sura.